Okay, asante sana nafikiri, uh, kwenye table of contents hiyo inayofuatia page uh, utaona kwenye updates at home bado zina, ziko gray, lakini kwa siku ya leo ni kama hiyo updates at home kuna sehemu fulani iko ka, ka, covered kwenye hiyo global market watch, ambayo nafikiri kwa kabla ujaenda kwenye page inayofuatia uh, siku ya leo kama bado kuna wageni watakuwa wanashangaa kwamba yale maandishi pale juu ni ya nini? Siyu, kama Ezekiel, kwa language yako unaweza ukawafafanulia kiki na weji. Uh, mimi nakumbuka vizuri hapa, imebidi nijifunze kuwa na kumbukumbu, maanake utiasi hutabiliki, unakwaga na maswali ya titipotati <laughs> <laughs> inabidi nifanye mazoezi ya kuki, ya kukumbuka ya kwa hiyo, wadau, kama kuna mtu mpya hapo juu, kuna kiki na kuna weji, sijui ndivyo inavyotamkwa Haya maneno kwa kwa elimu ambayo tumeipata kwa mtaalamu wetu hapa ni yana maana ya changamoto ama crisis, tunaweza kusema eh, hii ni China na na Japan yes, si hivyo uh, eh, eh. Lakini pointi ya muhimu ambayo alitupatia Mr. Fortius, alituambia kwamba maneno haya haya yana ya maana ya tofauti ambayo hiyo maana tofauti inamaanisha opportunity fulani. Na mimi nakumbuka wakati anafanya hii session yake anatuelezea, haya nikakumbuka kwamba kuna mtu mwingine anaitwa Dr. Miles Monroe alishafariki, alikuwa ni, ni, ni, ni, ni anafundisha pia mambo ya leadership, na yeye alikuwa amemention ame kitu kama hicho, kwamba ukienda Japan, wao crisis ina ina jina sawa sawa ambalo pia linaita opportunity. Kwa hiyo inapotokea crisis kwao, wao yeah, wanasema wow, this is an opportunity, hata kama wakati huo haioneshi dalili really za kuwa na opportunity, lakini wanaamini this Kwao imekuwa inafanya kazi, kwa hiyo labda na sisi pia tukianza kuadapti hivi itatubadilishia matokeo kidogo. Ndio, okay. Asante sana kwa huo ufafanuzi. Kwa hiyo nafikiri wote tunajua kwamba tuko kwenye aina fulani ya crisis, kwa hiyo sisi kama wawekezaji tuione kama ni opportunity. Ah, okay, kama nitakavyoelezea kwenye future topic ya leo ambao ni kama alivyosema Ezekiel a uh, inapotokea mtikisiko au unapotaka kureview performance yako au unapona soko limeyumba yumba, huwa tunasisitiza sana kwamba focus on fundamentals. Kwa leo nataka kufafanua kwamba ina maana gani na huko mbele nitafafanua zaidi. Hasa kwenye Global Market Watch ukienda kwenye first page uh, nimeanza na kwa sababu wiki mbili hatukufanya hiki kikao uh, ile wiki nyingine kuna mkutano ulifanyika wa jamaa wanaitwa G20. G20 ni ama taifa makubwa matajiri, ambao of course wana include na Marekani na, na ni, ni mkutano wa kwanza wa G20 kufanyika Afrika ukawa chaired na ndugu yetu na ni rais wa Afrika Kusini ambaye by the way naye yuko kwenye uh, ile BRICS. Kwa hiyo South Africa ndo aka hosti wa mkutano, na siku moja ziki nilikuwa nasikia kwamba South Africa ilikuwa ilikwaje, akaingia kwenye ile BRICS sasa so, wakawa anasema mtunzi wa hilo neno na kuwa nafanya kazi, gold, Goldman Sachs, au sio kwa nafanya kazi wapi, asema, alikuwa wameziona nchi nne tu, Brazil, Russia, India na China. Lakini katika utani akasema itakuwa ni tofali moja ambalo halina maana kamili. Kwa hiyo tutafute S nyingine tuiongezee hapo yale matofali mengi, ndio South Africa yakaingia. Ndio maana South Africa aliingia na uchumi ambao Afrika Nigeria alikuwa na mzidi lakini tukashangaa South Africa ndo iko kwenye hiyo chat, lakini enewe imempa limelight hata kwenye G20. Tunaona amehost mkutano ambao nafini mara chache ambazo rais wa Marekani haudhurii, na kama ulisoma kwenye vyombo vya habari, walikuwa nalalamika sana kwamba na wanamlom Trump kwamba kwanini akuja South Africa na kukwepo. Wakati wa zile spichi, zilikuwepo kejeli nyingi, wanamkejeli eh, Trump kwa kitendo chake cha kutokuja kwenye mkutano wa, wa South Africa lakini neno ndio ulifanyika South Africa. Hapo chini nimejaribu kuweka chat kidogo ya kuweza kuona ukubwa wa mkutano ambako in terms of uh, global GDP uh, on purchasing power parity PPP uh, G20 countries wana control almost 80% ya uchumi wa dunia. So you can see uh, how significant hao uh, watu walikuwa uh, pale Marekani na hapo South Africa kwamba uchumi ulikuwa umekaa pale, of course excluding Trump, na ukihesabu hapo wanakuja watu kumi na nane nafikiri. Andrew hapo angetuhesabia kwa hapo, yuko Marekani na Russia inafika kumi yeah, na nane. Marekani na Russia kuwepo, of course Russia tunajua kwa nini anakwenda, ana mambo yake anayoyafanya huko kwake. Kwa hiyo kwa kwenye G20 population wise ni 60% ya population kwa sababu ukishamweka India na China unakuwa umechukua sehemu kubwa ya population. Sasa ukilinganisha na umoja mwingine uh, wa BRICS kabla haujaexpand unacontrol 40% ya ya global GDP on purchasing power parity, hiyo walivyoongeza wakina Saudi Arabia na wengine ndio inafika 44% na global population almost uh, half of population wako kwenye huo mm -hmm, kanda wa BRICS, lakini hawa uh, G7 ndio ambao wamekuwa wakituendesha muda mrefu ambao ni 10% ya population ya duniani, lakini walikuwa wanatuendesha wana muda mrefu na uchumi wana control almost 30% ya uchumi wa dunia. Unapohesabu kwenye purchasing power par parity, G7 contribution nayo inapungua ina sana, kwa sababu kama unavyojua una kwamba on purchasing power parity na fi China ndo namba moja duniani. Ile GDP nyingine ya kawaida tuliyozoea Marekani ndo bado wanaongoza. Anafuatiwa na China, lakini unapoka on PPP parity and purchasing power parity, eh, Marekani China ni namba moja na fi tangu mwaka 2010 na 2015. Tena nakumbuka wakati huo kuna mchumi mmoja wa Marekani alikuwa anasema zile data zilipotoka 2015 kwamba on PPP uh, basis China anaongoza. Ni nchi mbili tu zilikataa hizo statistics: ni China na Marekani. Sasa wanasema Marekani alikataa kwa sababu hakutaka awepo mtu mwingine ambaye anaonekana yuko juu yu, lakini China wanasema alikataa kwa sababu hakutaka kutoa kichwa juu, kwa sababu kama wanavyosema kwamba msumari uliotokeza juu ndo una attract nyundo. Kwa hiyo ukweli ndio huo, on PPP basis China anaongoza, na uh, hizo ndo takwimu zao. Kwa hiyo uh, kwenye next slide nimeweka baadhi ya points ambazo wamezi ni kama resolutions uh, na nimeweka link hapo chini, ni kama page 30 inafafanua hizi hizi points walizokubaliana. Of course ni ahadi ambazo sisi Africa sio kama tutakuja kufikia hata siku moja, kwa sababu ni ahadi ambazo wakikutana wanazifanya, lakini inapokuja kwenye implementation huwa wana, wanakwepa. Kwa mfano hiyo wanaposema kuongeza green financing wameshe kuahidi miaka ya nyuma kwamba asilimia fulani ya GDP zao waiweke kwenye hizo green financing, hasa kwenye hizi nchi za Afrika ambako sisi tunazuiwa kutumia energy, wanahitaji energy chafu. Energy chafu, energy safi ni expensive. Sisi hatuna purchasing power ya kuweza kuinvest kwenye hiyo energy safi, kwa wakakubaliana kwamba sasa sisi ambao tumeshachafua sana tunatakiwa tuwasaidie hawa ambao tunataka na wenyewe wawe na maisha mazuri, lakini hizo promise hawajai kuzinani hawajai kuzifikisha kwa hata. Hizi ni vizuri ukasoma jinsi wanavyoona watakachokifanya, lakini at the same time na sisi wenyewe sasa inabidi tukae pembeni na sisi tutete kwa pamoja, kwa sababu hiki wanachoahidi partnership for Africa, of course ndo mambo ya nani, mambo ya mchezo kidogo, kwa sababu sasa na, na mtu wa kawaida hapa anatafuta partnership na modeuji au baresa na utajua kabisa, hapa hakuna partnership, hapa kuna kuna michezo fulani inaendelea. Kwa hiyo hiki ndo alichokiamua ndugu zetu wa G20. Ukiingia kwenye link utaweza kupata hiyo third page documentation ambayo inaonyesha wenyewe wanavyofikiria, kwa sababu kishajua wanavyofikiria, na hiyo ndo utajua sasa ufikirie vipi kama unataka ku uh, kutoshana nao uh, peji inafuatia Of course jana, na hii imeshatoka kwenye mitandao, upande wa kushoto walitoa tamko Marekani kwamba wana review relationship with Tanzania, kwa sababu haya mambo yanayoendelea nafili na leo zimepita baadhi ya matamko kutoka kwenye balozi mbalimbali, kao ni kwamba uh, hii situation ni tense. Kwa hiyo tusie tukaficha tuka kichwa kwenye mchanga kama mbuni hakuna tatizo, lakini tatizo lipo na litakwepo, tatizo la kiuchumi. na kumuuliza swali moja, alikuwa anauliza impact ya kwenye hisa, na ndo papa si hizi session kujaribu kuelezana situation ilivyo, na tumeshapata lessons kutoka kwenye nchi ambazo zilipitia kipindi kama hiki. Kwa hiyo inawezekana na sisi tukapita, sawa, kwa maumivu kama alivyotuambia rais wetu, lakini uh, tusiingie au tusifike chini sana kama walivyofika wenzetu, na hiyo picha ya upande wa kulia ndio hiyo ilikuwa inaonyesha kilichofanyika huko Rwanda, sore, huko Marekani, na wakati mheshimiwa huyu jamaa anasheki mkono hapo kwa furaha yake, kwamba sasa anapewa ufunguo wa kuingia kwenye hazina ndani ya DRC, ndani ya Congo. So that is the situation huko huko majuu.